Kuja pale sentani kukopa mua, nikamkopesha wa elfu moja. Akasema era utakuja ufate siku fulani, ndio ambayo ni leo. Leo nilikuwa nimeenda kufua, nikasema ngoja niende nikafate era, ndio nikaja hapa. Akafika akanifungia ndani, sikupiga kelele. Nilikuja nikamwambia nimefata era, akasema hivi Ingia huko mimi chumbani, mimi nikakata. uh -huh. Nikasema mimi naondoka, akasema haya, njoo. Alikuwa amekaa hapo kwenye hilo kochi hilo la hapo chumbani, mimi nikakomea hapa hivi mlangoni, akasema njoo, chukue hii hapa. Nikaenda ndo akaja akafunga aka, aka, aka mlango ndo. uh -huh. Nikamwambia mimi nataka kuondoka. uh -huh. Nikaja nikaja, nikaja hadi hapa hivi sebeni ndo hawa wenye pikipiki wakafika. Hmm. Awe nekitiwa mta akwe ni mara yako ya kwanza au ni mara kwa mara? Ni mara kwa mara. Mara kabla ya leo siku nyingine huwa anakwambiaje? Ananiambia kaa hapa hadi jioni. Aliniambia hivi tukae humu ndani usiondoke. Ilikuwaje siku hiyo kabla ya ujaingia ndani? Nilikutana naye kule kijiweni Akaniambia hivi utakuja hiyo siku, alichukuaga ndizi za mia tano nikaja. Nilivyokuja akasema hivi huku chumbani, mi sikwenda. Mhm, akanivuta akanipeleka hadi chumbani, akasema tufanye